Karibu sana katika Jodazo TV, mpenzi mtazamaji, na kama wewe ni mpenzi wa games, especially games za mpira, sasa hapa ni nyumbani kwako kabisa, ni mahali sahihi, kwa sababu huwa tuna post games kali na updates za magame yote makali unayojua wewe ya football, ikudi e football, FIFA, DRS, FTS so kama unapenda kuendelea kupata hizi content za games kali unaweza kujoin ili channel yetu kwa kusubscribe hapo, ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Tutajitahidi kutoa video kali ambazo wewe utazipenda na kuzikubali. So leo nimekuletea game ya FIFA FC 25 new update, na game letu ili hapa ni game moja kali sana kati ya games za PSP kali, hili ni miongoni wa games kali. So, make sure unaangalia video mwanzo hadi mwisho ili uweze kuelewa. Na kama unahitaji link kwa ajili ya kudownload video, ingia hapo chini kwenye comment, click zaidi itakupeleka moja kwa moja kwenye sehemu ya kudownload video yako. Na video jinsi ya kuelekeza, jinsi ya kudownload nimeiweka pia hapo chini kwenye comment. So make sure unaingia kwenye comment, unachukua link ya game na jinsi ya kudownload, unaangalia na kuextract ili uweze kuelewa. Game letu ipo hapo, kama nilivyokuambia, ni FT FC 2025 unaweza ukasema FIFA 2025, na zina ligi zote ambazo unazijua zipo kwenye games, ligi zote La Liga, Serie B, Bundesliga pamoja na liga nyingine kama Premier Liga, na unaweza ukadownload hapo na ukaanza kulicheza. So nitaplay match moja ili uweze kuona gameplay yake ipoje, ili hata unapodownload uwe na uhakika unadownload kitu ambacho ukipenda. Kama nilivyokuambia, link ya game ipo hapo chini kwenye description. Pia kwa kwa kwa kubonyeza alama subscribe ili uweze uweze kuwa mwana na na na zidi kuendelea. Ya sasa sasa moja moja play game game kuona jinsi gani lilivyo. Vitu ambavyo vipo commentary commentary commentary commentary imepigwa Peter, ambapo huyu jamaa anajitahidi kidogo kidogo kupiga, sababu games za e football au, au FIFA huwa zinakuwa. So So hii gidogo, ina nzuri. So, sure

Kama unaendelea kupenda kuendelea kufuatilia hizi video zetu, unaweza kujoin channel yetu kwa kusubscribe na kuwasha kigele ya notification, ili uendelee kupata hizi videos ambazo tutakuwa tunaz upload kila siku. So angalia video gameplay yake ipoje, then utaenda ku download game kama hiyo kwa pia. Link ya ku download game ipo hapo kwenye description au kwenye comment. Hapo utachukua link, then utaenda ku download game lako na utacheza. Okay so tukutane katika video ambayo inaelekeza jinsi ya ku extract na ku reset kwa game. Then hii game ni game ambayo ina ibi chache na halina mambo mengi. Ni ISO moja tu, haina mambo ya save data wala texture. So So una download na una reset kawaida kabisa. Video nisi. Don't wanna sleep in cuz I I I I got got something to prove. I got to take what I hit and finally make a move. I think it's a good opportunity.